Asalamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatu, wapenzi wa soda yangeni. <laughs> Asante sana um, msifikiri nilikuwa bungeni uh-huh. niko tu hapa kwenye buguru ni malapa Dar es Salaam. Asante sana uh, oleo niko na somo. Somo langu ni somo la kufungua uh, kufungua Eh, nini tuseme labda kufungua uwepo wa roho wa asili, ufunguzi wa roho wa asili. Uf ufunguzi wa asili. Funguzi wako wakufungua roho wa asili ambao, eh, ni tuseme ni mababu mabibi eh, na kadhalika, unaweza ukawafungua bila kutumia dawa ya aina yoyote, eh, dawa bila kutumia dawa ya aina yoyote. E, e, nchweke kushabe nchweke okugabira bakama nabulika na ntu ako kwenda ilikusudi bigendege ni lazima oshabe abakama bowanyu baku, bakujune nke okay? ibara lyange lyamujune unaona sasa kwa hiyo katika e, hizi habari za, za za za mambo ya roho unaweza ukawapa nguvu roho wako pasina kutumia dawa wala mzizi wa aina yoyote. Hili somo ni somo refu kabisa ambalo litakupa e, mwanga wa kujua namna gani unaweza ukafanya ili kuweza e, kuwasiliana na roho wako e, kwa katika usingizi, ana kwa ana na vitu kama hivyo inshallah taala kwa hiyo Mwenyezi uh, Mungu atufanyie uh, wepesi ili tuwe wenye afya na tuwe wenye kusikiliza vizuri. Somo ya Soda ya Ngeni, asante sana burjija manweli akk Soda ya Nogi, asante sana. Sisi tuko mapacha, mwenzangu anaitwa Soda ya Nogi, mimi naitwa Soda ya Ngeni. Eh, Soda ya Ngeni, yani soda ya mgeni kununulia Hili jina nilipata bado mdogo mdogo, baada ya kuwa nalilia soda za wageni. Mgeni akifika nyumbani, basi mimi ninakuwa naye, akipandisha mdomo ninaye, akishusha ninaye, akipandisha ninaye. Unaona as, shozo hata anikipigwa namna gani, mpaka ni mimine kwenye kikombe, hata tone moja hapo naridhika. Asante sana, nikapewa jina la soda ya geni. <laughs> Asante sana. Spirit au mzimu wako ni kitu ambacho kinaweza kukusaidia katika kupata mali na pia katika kupata umaskini au kupata kichaa au kupata mkosi au kumuita mtu au kufanikisha jambo lako la aina yoyote unaloweza kulihitaji, eh, hapa ulimwenguni duniani hapa chini ya arch kwa uwezo na kwa power ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kila mmoja anategemea kitu kingine, sisi binadamu tunategemea na binadamu kwa binadamu na pia tunawategemea baadhi ya viumbe wengine ambao wanaoonekana na wasioonekana na wasio. Asante sana pia vile vile, kuna masuala ya kuweza kuwapa nguvu majini na kuna masuala ya kuweza kuwapa nguvu eh, mizimu wako asili, ili waweze kusaidia katika majambo yako mbalimbali. Kwanza, kitu cha kwanza kabisa cha kufanya, tafuta chumvi ya mawe pamoja na magadi. Hiyo ni asili ambayo inatoka okuzimu inatoka katika arshi. Asante sana. Uh, pia tafuta uh, nini ile nini ile uh, wanaita urezi urezi, saga ulezi upate unga kabisa vizuri uh, unga wa ulezi, tia chumvi kidogo, oga hiyo dawa kwa muda wa siku tatu. Uh, wakati huo unaoga unakuwa unafanya meditation meditation meditation. Kufanya hivi unakaa unafanya e, ile chakra ha, kwa kuomba kwa kuomba lakini unapokuwa unaomba hakikisha iwe wakati wa jua linaelekea kuzama jioni muda wa saa kumi na mbili, e, na, na, na, na, na kidogo hivi e, kusudi kuweza kupata ule uwepo kwa sababu mida ile ni mida ambayo ile mizimu au roho wako wanakuwa sasa wanaangalia ni wapi pakwenda, na mida ile huwa ndio unaambia kwamba si mida mizuri ya kulala, kwa sababu mashaitani au majini huwa wanatafuta ni mahali gani pakuweza kujificha ku, kuji au kuingia kwa ajili ya kuweza kumtesa mtu au kumuingia kwa ajili ya kumfanyia mambo ya upendo e, na kadhalika. Mida ile si mizuri uh, sana katika kufanya majambo hayo ya kulala na pia kuna miko katika utafutaji au katika kuwasiliana na roho wako. Kuna miko ambayo inatakiwa uweze kuwa unaifuata, mfano miko michache, miwili mitatu, ambayo mfano kama kufagia usiku ni kitu ambacho kinaweza kukutia mikosi au kuletea mabaraa. Kutwanga usiku, kuna haribu mazindiko, kuna haribu eh, nini nguvu zako za, za, za, za, za, za, za, za, za asili eh, kinaleta spirit mbaya katika, katika eh, mji na pia kuna ile ah, eh, mwanaume kama mimi hivi labda, nini, nini sina mwanamke wakuwa tuna kativijana na tupale nyumbani halafu nikawa nalala na nguo hiyo na yenyewe kusababisha matatizo ya viki eh, na kuharibika kwa mji kabisa. Asante sana kwa kumsikiliza eh, sodha ya ngeni yan Asante sana na pia vile vile, kuna ile ku- kufagia labda kama nafagia, fagia uchafu ndani basi, ukifagia labda utie katika kona, usipeleke kwenda kuutupa nje. Na hata kama kuna uh, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna uchafu nje ya, ya nyumba, usitoe ule uchafu na kwenda kuutupa nje, unakuwa unafukuza wageni na unatoa baraka pia vile vile asante sana. na pia vile vile Uh, usiruhusu mtoto mdogo kuona ukiwa uko uchi wewe mzazi, na yenyewe inachangia kutia umaskini na kumtia laana yule mtoto. Unakuta wengine wa wana, wana, wana wana wana wana wana wana na mtoto yuko macho, this is very nice, yaani sio vizuri, umeona <laughs> mambo kama hayo. Kwa hiyo mambo ni mengi ambayo yakuweza kufanya uh, Asante. mwiko wa ndoa kulala na nguo <laughs> i watu wajuaji tu. Mimi nawakaribisha kwa kutuma maneno tudogo tudogo, ili tu tuweze kue, kue, kueleweshana mambo uh, mawili matatu, namna hiyo. Asante sana. njia ya kuweza kupata uh, katika uh, utafutaji kwa njia ya roho wako, basi ukishachukua huo ule, ulezi pamoja na chumvi ya mawe saga viwe unga, tumia kwa hizo siku tatu. Na wakati huo utakuwa mida ya saa 12 jioni, kaa namna hii, halafu kisha mbele yako tia mishumaa ya rangi tatu, mweusi mwekundu na mweupe. lipitiageni Babu Haji, mwekundu mweusi na mweupe. Mwekundu ambao utawakilisha kuwaka au kuinuka kwa nyota yako upya na mweupe ambao utawakilisha amani na pia walioko e, chini ya ardhi kule waliokadhibikinambao udongo na mweusi unawakilisha e, sisi bin Adam na unawakilisha udongo pia, unawakilisha kaburi pia. Unapo kufunga namna hii macho, utaanza kusema, enyi roho wangu wa zamani, enyi roho wangu wa sasa sote tulikuwa binadamu mmoja, ninahitaji nguvu zangu za kiroho ziweze kurudi. Na iwe hivyo, na iwe hivyo, na iwe hivyo. Kisha utavuta pumzi kwa kuvuta taratibu kwa kupeleka ndani, utavuta kwa kutumia ee, pua. Utavuta pumzi kwa kutumia pua, alafu utaitoa kwa kutumia mdomo maona ili ile kitu iweze kuingia na kukaa katika kichwa, na wakati huo una sensi mababu jinsi wanapokuwa, nilipoenda kijijini mahali fulani, nikamwona babu yangu au bibi yangu au shangazi yangu au na nani ganga fulani, sijui kina nani kina babu Haji na wengine na wengine na kadhalika, basi wakati huo unakuwa una, unavuta pumzi unaitolea mdomoni, utafanya namna hiyo mara kumi na mbili kwa kuvuta pumzi, alafu kisha endelea tena kusema maneno yako taratibu taratibu, kisha unamaliza unatulia kama dakika 15, ukiwa umekaa kimya na wakati huo umefunga macho. Usiwe na taa ya aina yoyote ya kitironiki yani, kama balbu eh, au torch au mwanga wa simu, bali kuwe na mishumaa hiyo. Mitatu ndio itakuwa inawakilisha eh, ujumbe E, wa, wa wale unaotoka kuhusiana nao. Na wakati unafanya namna hiyo, hakikisha uwe ndani ya pentagram e, katika sako ambayo utakuwa umeichola kwa kutumia chumvi ya mawe umonyugwa mabare muwa e, mawe muwa kwa mawe e, mawe sante sana. Na kama utapata uzuri kabisa e, ukapata labda mchanga kutoka na kalalo la watu unaotaka kuwasiliana nao inakuwa ni vizuri e, zaidi na kabisa a, na pia vile vile unapomaliza kufanya namna hiyo, kisha uta uta, uta kama hujaona kitu chochote, basi utaanza kushukuru. Utashukuru mara tatu: asante, asante, asante kwa kuitika wito wangu, japo sijaona, lakini na kesho nitahitaji mida kama hii tuweze kuwasiliana tena basi utamaliza namna hiyo na kesho utafanya namna hiyo. Hizo siku tatu hazitafika kabla hujaanza kuonyeshwa maono, iwe katika usingizi, iwe namna uh, gani. Lakini ukishamaliza kufanya namna hiyo, usiende kuchangamana tena na watu katika makelele, kutizama TV, kusikiliza mziki. Ndio bora ya soro namna hiyo, kama hali tulia, pia usingizi wako vizuri. Kama hauna usingizi, kaa tena chini, endelea kufanya namna hiyo Omba unachokihitaji, hakika utaniambia. Na siku ya tatu sasa umefika mwisho, andaa e, chakula ambacho ni cha mwafrika cha lazima, ambayo ni ya asali, utatiga ka grasi kidogo, halafu utaandaa e, nini ile inaitwa ka, ka, kaugali kidogo, kaunga wa mtama au wa ulezi utaandaa maziwa mgando na maziwa fresh, unatia unatia sehemu moja tu, kama ni kwenye kwenye kwenye kwenye sahani hivi unaweka, alafu unaweka chini mahali unapoweka pasiwe na mkeka wala nini, iwe ni sakafuni. Na pia vile vile utachukua sigala mbili utaweka katika hiyo sinia. Pia utachukua ugoro utaugawa mara mbili, vifungo viwili huku na huku, utaweka katika ile sinia, halafu pia Uh, utachukua uh, nini hii utachukua nyama nyama ya ng'ombe, nyama yente ya nyama ling'ombe, halafu unakata vipande uh, vinane vipande vinne vitakuwa uh, mkono wa kushoto uh, ndani ya ngumomo, halafu vinne mkono wa kulia ambavyo vitakuwa ni vibichi, kisha vilivyochomwa visi, visiwekewe chumvi na vyenyewe vinakuwa vinane, utavitia kushoto vinne vi na kulia vinne. Ukishamaliza maliza namna hiyo, basi sema mambo yako unayohitaji wa kufanyie kesho yake, siku ya, ya nne hitimisha sasa, kwa kwenda kushukuru na kuomba sasa, wakifanye kile kitu au wa kuonyesha kile kitu au ninahitaji mali, nahitaji utajiri, kuna mtu ananisumbua, nataka awe 1 2 3 4 5. Hakuna kinachoshindikana bali huwa ni imani asante sana kwa kunisikiliza, tutaendelea kuwa pamoja. Usisahau kusikilabu hili kuendelea kupata masomo ya soda yangeni udba